kuwalazimisha jeshi la polisi ambao wanamshikilia kinyume na sheria aweze kudhaminiwa kwa mujibu wa sheria. Tulifungua maombi hayo ambayo yalipangwa mbele ya mheshimiwa e, mheshimiwa Gwantwa Mwankuga hapa mahakama ya kimkazi Kisutu, na maombi hayo leo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa, lakini kwa bahati nzuri, siku ya jana e, tarehe kumi na nne mida ya saa tatu asubuhi wa e, mteja wangu alipata dhamana ya jeshi la polisi. Kwa hiyo alidhaminiwa na jeshi la polisi jana kituo eh, ofisa za DCO, na tuma kubwa ambazo anatumiwa nazo ni mbili. Tuma ya kwanza ni njama za kutaka kumuua mkuu wa polisi, sasa haijulikani mkuu wa polisi ni nani. Kwa hiyo alihojiwa kwa tuma hizo. Tuma za pili ni tuma za uchochezi za kimtandao, tuma za uchochezi za kimtandao. Kwa hiyo amehojiwa kwa tuma hizo na jana amedhaminiwa. Kwa hiyo maombi haya leo mahakamani yalikuwa hayana tena nguvu ya kisheria ni ku, ku, kwa sababu lengo la maombi haya ilikuwa ni kuladhimisha jeshi la polisi wampe wampelabana. Kwa hiyo tumeondoa maombi haya na mteja yuko huru mpaka hivi tunavyozungumza sasa. Tulie, tulienda leo kuripoti saa tatu asubuhi eh, ofisi ya ZDCO tukaongea naye na amesema hivi upelelezi bado unaendelea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 E, Geofrey Mwembe alikuwa anataka kumua, ni nani hawajui na wenyewe kwao wanapeleleza, na ndio maana wanasema upelelezi unaendelea. Kwa hiyo siku upelelezi ukikamilika na wakijua ni nani ambaye alikuwa anataka kuwawa na, up, na uchochezi upi wa kimtandao then wataleta kesi mahakamani.